narira sindamonafundhi pini wa Hare yewagonye wakati ya kifuri cha mulungu mwike peho ni niye baba mwana Wahare. Pindi unapokutana na msanii, basi mara moja huziandaa silaha zake, ambazo huwa ziko tayari kufiatuliwa kutoka ubongoni mwake na kuwasilishwa kwako kulingana na fani yake kama ni mwimbaji bila shaka atakuwa mwepesi wa kukuimbia wimbo wowote ule miongoni mwa nyimbo zake, na ukitaka kupashe kuhusu maudhui ya wimbo huo basi ufanya hivyo. Nilikutana na Mr. BIN ambaye si yule Mr. Bean mchekeshaji kutoka Uingereza bali ni msanii wa kizazi kipya katika ukanda wa pwani. Ni msanii wa kizazi kipya lakini babake ambaye alikuwa msanii pia, yuko katika kundi la wasanii wa zamani tena wa kitamaduni. Tulipozungumza mawili matatu kuhusu baba yake msanii Bin Hare, mara moja akaimba wimbo mmoja kwa ajili ya kumbukumbu ya babake. Yuno walumwa kapindi fazikifa kenye ji sipitali wakwenda na kisha kavigalire areuya mzini akiza akihuricha narira sindamona fundi Bin wa hare yewagonye wakati a kifuricha Mulungu mwike peho nie baba mwana wahare. Kisha tukazungumza mengi kuhusu safari yake katika ulingo wa sanaa, shughuli za muziki. Babangu alianza kitambo sana, alipokufa 09. Hapo to ten ndo mi nikaanza muziki, nikifanya na Flavor Pole, nikafanya albamu ya Mwanzele, nikafanya albamu ya Reggae hiyo. Muda tukachana na Flavor, muda mwingi sana sijapambana na Flavor Pole. Alipokuwa yuko Kilifi, aliniambia uko Kilifi, nikaenda ukasalimiana. Sasa hiyo tuk... bado sijapata nafasi ya kwenda kufanya muziki, lakini albamu yangu albamu zangu mbili Nashukuru sana Flava ni mbwana alifanya bidii wakati Valentine akatoa ya, akatoa song yangu ambayo ilifikishwa huko kwa station ya Koko. Unaniambie sasa una changamoto gani za kuhusiana na mambo ya sanaa? Eh, changamoto ziko nyingi sana unajua, ukifika studio unapata nyimbo moja unalipishwa shilingi elfu tatu, shilingi elfu nne, hauna kazi sasa inakuwa ni gharama kufanya album naenda kama album moja 30000 ama inaenda zaidi maanake, unaenda leo nakuitisha 3000 na anakufanya kesho 3000. Sasa ni changamoto mingi na hauna kazi, kazi yenyewe ni za mtani, biashara ndogondogo, imekuwa ni shida sana kutoka kimziki, lakini tunang'ang'ana hivyo tu kimziki ili tupate tuko juu. Kwa hivyo umeingilia mambo ya rege sasa, unasemaje? Hivyo unaniricha mimi nyefue uwe uweuwe unamba sina pesa mimi we uwe uwe, unaniricha mimi nyevu we, uwe, uwe. ni mtoto wa Bin Hare akiwakilisha tasnia hii ya mziki, ameanzia tangu babake marehemu eh? Bin Hare ambaye alivuma sana miaka ya hapo zamani na sasa anaendeleza lakini kwa pande wa rege, anasema unaniricha mimi we uwe unaomba sina pesa mimi. Ni Lolani Kalu nikiripotia Koko FM, Ladha ya Pwani, Koko FM.